Hii ni sehemu ya kumi na mbili ya simulizi ya Mke Mwenza. Katika sehemu iliyopita tuliishia pale ambapo Abduli akiwauliza wake zake sababu za wao kuwa kwenye magrupu yale ya WhatsApp. Wake zake hao walibaki wametazamana tu, na Abduli akawauliza hamwezi kuongea? Kauli hiyo ya Abduli ilimzindua Zulfa ambaye macho yake yalikuwa yamejaa ya machozi na akaanza kuongea. Zulfa akasema: wewe ndio sababu ya mimi kujiunga kwenye magrupu hayo ya WhatsApp. Kwa nini uliamua kunitelekeza? Eti kisa tu mimi ni mkimya na nisiyependa kulalama. Katika mwezi wa kwanza wa ndoa yenu na Amina, hujui tu ilikuwa ni kipindi kigumu kiasi gani kwangu. Nilikuwa naumia sana kuwaona nyote kwa pamoja mkicheza michezo mbalimbali ya kimahaba, huku mimi nikiwa mkiwa na mnyonge kama kinda lokosa mama Yaani nilikuwa najihisi kama mkimbizi ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Sawa, amina alikuwa anavaa nguo za kimitego ambazo mimi huwa sizivai, lakini hiyo bado haitoshi kuwa sababu ya wewe kunitelekeza mimi pamoja na mwanangu, yaani kama vile hatupo ndani ya nyumba hii. Hata kabla mjafunga ndoa, mbali na kunipa zawadi ya gari, hakuna siku hata moja ambayo umewahi kujali kuhusu hisia zangu. Je, kuna hisi mimi sio binadamu? Mara zote ulipanga mipango yako bila hata kunishirikisha, lakini pamoja na yote hayo bado nilisimama kama mke kuhakikisha nyumba hii yanakuwa ni makazi bora na unayoyafurahia muda wote. Lakini pale moyo wangu ulipochoka, sikutaka kumwona rafiki yangu Amina kama mpinzani wangu, na niliumia zaidi alipokuwa akinieleza jinsi mnavyoshikana mikono mkiwa kwenye matembezi ya jioni. Je, mimi ni mbaya kiasi hicho? mpaka usinitoe out kwenye matembezi ya jioni na ukanishika mkono? Zulfa aliendelea kuongea kwa uchungu huku machozi yakiendelea kumtoka. Vipi kuhusu posti zenu kwenye mitandao ya kijamii? Kila siku lazima mpostiane asubuhi na usiku, vipi kuhusu mimi? Lakini kama haitoshi, vipi kuhusu ratiba ya kulala na sisi? Yaani leo utakuja kulala kwangu, lakini bado tukiwa kitandani utaendelea kuchati na Amina. Hiyo maana yake ni nini, mme wangu? Pamoja na yote hayo, niliamua kuwa mvumilivu tu mpaka hapo nilipoamua kujiunga kwenye grupu hilo la WhatsApp. Abduli aliangalia chini akijihisi ni mwenye hatia na akamwambia mkewe, Zulfa, tafadhali mke wangu, na kile nimekosea, yote uliyosema ni kweli, nimetenda, siwezi kukataa hata moja. Tafadhali nombo nisamehe sana. Mavazi ya kimitego ya Amina yalinizuzua na kama wanavyojua wewe huwa huvai mavazi kama yale, mara zote huwa umevaa hijabu tu. Lakini mwenzako Amina mara anivalie crop top, mara anivalie pensi, yaani kila nikimwona najikuta natamani kuwa naye tu. Amina alimkazia macho Abduli na akamuuliza, unasemaje? Yaani unategemea sisi tutakuamini ya kwamba ulikuwa unazuzuliwa na muonekano wangu tu? Abduli akaendelea kuongea kwa unyenyekevu akimbembeleza mkewe Zulfa. Naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, mke wangu, sikuchukii na kupenda sana sana sana, lakini nakiri ya kwamba sijakuonesha mapenzi kama inavyotakiwa. Nakumbuka siku moja nilitaka kukubusu mbele za watu na ukanizuia. Kiukweli nilikerwa na jambo lile, kwa sababu mimi napenda kuonesha mapenzi yangu wazi kwa yule nimpendaye, lakini mke wangu na kuahidi ya kwamba nitabadilika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, naamini nitabadilika kabisa na nitakuwa Abduli yule aliyekuoa mwanzo. Abduli alimgeukia mkewe Amina na akamuuliza ehe, na wewe nataka nijue kwa nini wewe ni admini kwenye lile grupu la mke wa pili. Amina alimwangalia mumewe Abduli na akasema, ni kweli kwamba unanijali, unanionyesha mapenzi lakini pale ulipotaka mimi nianze kufanya kazi kana kwamba mimi ni hausgeli wa hapa. Ndipo nilipoamua kujiunga na grupu lile, na kwa mara nyingine nakwambia, mimi ni mke wako, sio hausgeli. Abduli akamwambia mkewe Amina, na kuelewa vizuri, lakini kwa sababu ya kiburi chako na majivuno ndio maana hata hutaki kuyabeba majukumu yako kama mke. Kama tu ingelikuwa wewe sio mpenzi wangu wa kwanza, haki ya Mungu, ningeshakupa talaka. Lakini unajua ni kwa nini mpaka sasa hivi niko na wewe? ni kwa sababu tulishakuwa na mahusiano ya kimapenzi kipindi cha nyuma na wakati na kuacha, nilikuwa nilikuahidi ya kwamba kama ikitokea tumekuja kukutana tena basi nitakuoa kwa mapenzi ya Mungu. Maneno yale ya Abduli yalimkasirisha sana Amina na Abduli akaendelea, wewe ni mbinafsi sana, kwa kipindi chote hiki nakupa mapenzi na kujali na kusapoti kwa kila unachohitaji katika miezi nane hii ya ndoa yetu Hebu jiulize, ni kitu gani umeongeza kwenye ndoa hii zaidi ya kuwa bizi na simu yako masaa yote huku kila biskuti na juisi chumbani kwako? Abdul akaendelea, je, ni kosa kukupenda wewe? Hebu vuta picha, ungekuwa kwenye nafasi kama ya Zulfa, kwa yale yote niliyomtendea, ungekuwa umeshafanya nini mpaka sasa? Ni kweli nilikuagizwa msaidie kufanya shughuli za hapa nyumbani. Je, huoni hali yake ya kiafya ilivyo? Hebu kumbuka kipindi nimeanza maandalizi ya kukuoa ulikuwa unapata nafasi ya kuja hapa nyumbani? Je, kuna siku yoyote ulikuta nyumba ni chafu? Anaweza akawa havai nguo za mitego kama wewe, lakini anazijua vyema haki zake kama mke. Amina, tafadhali nakuomba sana, acha hiyo tabia ya kiburi, la sivyo mapenzi yote niliyonayo juu yako yataisha. Maneno hayo yalionekana kumchoma sana Amina, na Abdul akamalizia na kuanzia sasa nataka kuweka sheria zangu kama mume. Baada ya kusema hivyo wake zake hao wakatazamana. Ni marufuku kuchezea simu, kupigiana simu au kuwasiliana na mtu yeyote mara baada ya swala ya Isha. Na kuhusu chakula, lisije likajirudia swala la mimi kuuliza kuhusu chakula kama tayari ama bado. Ni lazima mmoja wenu awe amekwisha kunitengea chakula mara baada tu ya kutoka kuswali swala ya Isha lakini pia naona siku hizi mmeacha tabia ya kuamka usiku na kuswali kwa ajili yangu. Ina maana mmesahau kwamba nyinyi ni viongozi wa hii nyumba baada yangu. Kama mkishindwa kuyasimamia majukumu yenu kwa sababu ya wivu, mnadhani watu wengine watajifunza nini kutoka kwenu? Kwa hiyo, Amina, punguza kulala, jitahidi wewe unaamka usiku na kutafuta huruma ya Mwenyezi Mungu kwenye maisha yako. Sitaki nikuone kwenye grupu lolote la WhatsApp ukipiga umbea na wanawake wengine huko, na cha mwisho ninakwenda kuongeza mke wa tatu jambo hilo la mwisho liliwashtua sana wake zake na abduli na amina akang'aka unasemaje na kwa hasira amina akauliza unatania si ndio eh unawezaje kutaka kuongeza mke wa tatu ilhali sisi wawili tu huwezi kuturidhisha yaani unataka dunia nzima ijue ya kwamba una matatizo ya nguvu za kiume amina aliongea akiwa na hasira sana na Abdul akatabasamu, huku akisema, wewe ndiyo sababu iliyofanya niongeze mke mwingine, pengine hicho kiburi chako kitapungua. Hao wanaoendelea kukudanganya uwe na tabia hizo, ipo siku watakupoteza kabisa. Na kuhusu suala la nguvu zangu za kiume, daktari amenipatia dawa, naamini baada ya muda zitaanza kufanya kazi na nitakuwa sawa tu. Zulfa hatimaye naye akazungumza, akasema mume wetu kama unavyojua, vyumba vyote humu ndani tayari vinakaliwa na watu. Ni matumaini yangu ya kwamba huyo mke wa tatu hatokuja kuishi na sisi hapa. Baada ya kauli hiyo ya Zulfa, Amina akang'aka tena yaani, hicho ndo unachoweza kusema? Ina maana nyie wawili mmepanga kuja kuninyanyasa mimi hapa? Siwezi kukubaliana na hili. Siwezi kabisa. Baada ya kauli hiyo ya Amina, Abduli akasema mimi nimewapa taarifa tu ili mjiandae. kama ambavyo hakuna kilichonizuia mimi kuwaoa ninyi, ndio hivyo hivyo, hakuna kitakachonizuia kuongeza mke wa tatu. Kisha Abduli alisimama na kuondoka. Baada ya Abduli kuondoka hapo, Amina alimwambia Zulfa, ina maana leo unanisaliti? Yani nitahakikisha huo mpango wake haufanikiwi. Anawezaje kutaka kuongeza mke wa tatu ilhali mimi bado sijamfaidi huyu mwanaume? Anautani na sisi na hapa hilo halitofanikiwa. Kisha Amina aliingia chumbani kwake. Zulfa naye alielekea chumbani na akamwambia mume wake, natumai mwanamke unayepanga kumuoa ni rafiki yake kipenzi na Amina. Hayo yalikuwa ni maneno ya Zulfa na akacheka. Siku kadhaa mbele, Zulfa alifanikiwa kujifungua mtoto wa kike, na kiukweli mtoto huyo alifanana sana na Abduli, na Abduli mwenyewe alikuwa na furaha sana. Hili lilimpelekea kumpa Zulfa zawadi nyingi sana. Amina akagundua ya kwamba mtoto wa kike ni zawadi nyingine ambayo itamfanya Abduli aendelee kumpenda Zulfa zaidi, lakini swala la tatizo lake la nguvu za kiume liliendelea kumvuruga kichwa. Na siku moja akamuuliza Zulfa, we Zulfa, wewe una uhakika kwamba Hamidu na Hamida ni watoto wa Abduli kweli? kwa sababu inawezekanaje mtu hajiwezi kitandani lakini bado anakupa mimba? Hayo yalikuwa ni maswali ya Amina, alionekana kuwa na wivu, na kwa hasira Zulfa akamwambia, ni upuuzi gani huo unaniuliza? Yaani unajaribu kusema ya kwamba mimi nachepuka au unamaanisha ya kwamba nimemzalia mwanaume mwingine na nikamdanganya mume wangu ya kwamba hawa ni watoto wake? Amina akasema, sio hivyo, ni kwamba nimechanganyikiwa kwa sababu kabla Amina hajamalizia kauli yake, kumbe Abduli alikuwa nyuma yake na akazungumza, nilimkuta Zulfa akiwa bikra na mimi ndo mwanaume wake wa kwanza kumbusu, kumkumbatia na kupanda juu ya kifua chake. Baada ya maneno hayo, Zulfa akamkaribisha mume wetu, karibu sana. Baada ya kukaribia, Abduli akaendelea kuzungumza, unafikiri fikiri kwa sababu ya tatizo la kumwaga haraka siwezi kumpa mwanamke mimba? Mambo mengine ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, sio kazi zetu binadamu. Amina, tafadhali kuwa mwangalifu na maneno yako na matendo yako pia. pamoja na yote hayo, namwamini sana mke wangu Zulfa kuliko mtu yoyote mwingine. Abduli alisema hivyo na akambusu Zulfa. Amina alitoka nje huku analia, na maisha yakaendelea. Mwaka mmoja baadaye, mama yake na Abduli alikuja kuwatembelea na mategemeo yake yalikuwa ni kumkuta Amina akiwa mjamzito, na hii ni kutokana na kwamba ndoa yao ilikuwa na zaidi ya mwaka sasa. Wakati mama yake na Abduli amefika nyumbani hapo, Amina alikuwa matembezini na Hamidu huko, Zulfa akiwa anaendelea na malezi ya mtoto wake mdogo Hamida. Mama yake na Abduli aligonga mlango na Zulfa ndiye aliyemkaribisha mama mkwe huyo, akauliza kwa shauku, mke mwenzako yuko wapi? Zulfa naye akamwambia ameenda matembezini na mtoto wake. Mama yake na Abduli akauliza tena, mtoto wake? Yaani mpaka amejifungua na hamjanipa taarifa? Ikabidi Zulfa amweleweshe, sio hivyo mama, namaanisha ya kwamba ameenda matembezini na Hamidu, ambaye ni mtoto wake pia, au nimekosea? Mama yake na Abduli akasema, aha, hapo nimekuelewa sasa, lakini Nilikuwa nategemea nikija nitamkuta akiwa mjamzito maana ni zaidi ya mwaka sasa, naona kimya. Zulfa alitabasamu na akamwambia mama mkwe wake, Mwenyezi Mungu ndiyo mtoaji mama, kuwa na subira tu. Unakumbuka hata mimi nilibeba ujauzito wa Hamidu baada ya mwaka mmoja kupita tangu tulipofunga ndoa, na miaka minne baadaye ndipo nilipofanikiwa kubeba ujauzito wa Hamida. Wakati wakiendelea na mazungumzo hayo Amina aliingia ndani ya nyumba hiyo bila kugundua ya kwamba mama mkwe wao yupo ndani, na amina akamuuliza Zulfa, eti pacha, umeshamjua mwanamke ambaye Abdul anataka kumwoa? Zulfa akauliza ni mwanamke yupi huyo? Amina akamwambia ni Madina. Kwa mshangao, Zulfa katahamaki, nini Madina? Bila shaka, msikilizaji unamkumbuka Madina. Je, yeah, unahisi ni nini kinafuata? Tukutane kwenye sehemu ijayo ya simulizi hii. Lakini pia usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.